Shalom, mtu wa Mungu na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika darasa letu la kujifunza neno la Mungu. Na tupo katika mwendelezo wa darasa letu linalohusiana na karama mbalimbali mbali za Roho Mtakatifu. Karama mbalimbali mbali za Roho Mtakatifu na tupo katika sehemu ya tatu. Tulikwisha kuona sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa inazungumzia kundi la kwanza la karama za Roho ambazo ziko tisa. Ambazo karama hizo tunazisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 12 kuanzia ile mstari wa nane mpaka ile wa kumi. Karama hizo zinatajwa pale, ikiwemo unabii, ikiwemo neno la hekima, ikiwemo neno la maarifa, ikiwemo lugha, fasiri za lugha na nyinginezo. Hizi ni karama zinazojulikana kama karama za madhirisho, ni karama ambazo Mungu anashuka na uwezo wake katikati ya waamini au kanisa katika muda ambao hawajotarajia au waliopanga na kisha Mungu anaachilia neno la hekima au anajidhihirisha au anajifunua katikati ya waamini. Kwa hiyo, ni karama za kimiujiza ambazo zinatokea wakati ambapo tumekusanyika katika kanisa. Kwa hiyo, karama hizi kama tunavyozisoma, zinapatikana kwenye hicho kitabu cha Korintho wa kwanza sura 12. Tulikwisha kuona kwa urefu karama hizi, ikiwa hujapata, basi tembelea maktaba yetu ya masomo na mafundisho, basi utaweza kuzipitia moja baada ya nyingine lakini kundi la pili la karama tunazisoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ile ya 12 kuanzia kwanzia ule mstari wa sita mpaka ule wa nane. Karama zinaonekana pale ni karama saba, ikiwemo kufundisha, kuonya, kukirimu, unabii na nyinginezo. Ziko karama saba, na karama hizi zinajulikana kama karama za msukumu wa ndani. Ni karama ambazo Mungu anaziweka ndani ya moyo wa mtu, wengine wanasema ni vipaji au tuseme karama za asili vile ambavyo mtu anasukumwa au jinsi alivyotengenezwa kufanya, basi anafanya. Utakuta mwingine ana shauku ya kwenda ya kupenda kutumika tu katika kanisa. Hii ni karama ya kuhudumu kama vile wakina Martha, katika Biblia, alivyokuwa anamhudumia nani, anamhudumia Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna karama nyingine kama kukirimu, mwingine anapenda tu kutoa, hiyo ni karama. Mwingine kurehemu, ni karama. Mwingine kufundisha, ni karama. Zinatajwa pale karama saba, na kwa urefu wa karama hizo tulishakusha kuziona unaweza kupitia katika maktaba yetu pia uweze kujifunza kwa ndani. Na ili ujue hata karama yako ni ipi yamkini inaanguka katikati au mojawapo ya karama hizo, lakini kundi la tatu ambalo leo tunaendana nalo tunalisoma kwenye kile kitabu cha Efeso sura ile 4 kuanzia ule mstari wa 11 mpaka ule wa kumi na tatu. Na hizi zinajulikana kama karama za huduma na uongozi. Karama za huduma na uongozi. Ah, karama hizi Tunazitofautishaje na karama nyingine? Hizi ni tofauti na zile karama za madhirisho ambazo nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu unashuka na Mungu anajifunua. Hizi haziko hivyo. Hizi ni tofauti na na karama ambazo zinatokea na msukumo tu ndani. Hizi haziko hivyo. Hizi ni karama za wito ambazo Yesu Kristo mwenyewe anamteua mtu au anamchagua mtu kwa ajili ya kutimiza kusudi lake katika kanisa. Kwa hiyo karama hizi ni karama za wito ambazo Mungu anamwekea mtu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, ili kuelewa kwa ndani, twende tukazisome karama hizi katika kile kitabu cha Efeso sura 4. Lakini tutaanza kuanzia ule mstari wa nane na kuendelea. Hapa anasema hivyo, usema alipopaa juu, aliteka mateka, akaapa wanadamu vipawa. Alafu anaendelea kusema, basi neno hilo alipaa maana yake nini, kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi. Naye alishuka, ndiye yeye alipaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye aliwatoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa na anataja, uh, mitume, uh, wachungaji na waalimu. Anataja makundi matano: mitume, wainjilisti, wachungaji na walimu, pamoja na manabii. Kwa hiyo kataja makundi yao matano, lakini anaendelea kusema lengo lao. Anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu anasema hata kazi ya huduma itendeke. Anasema hata mwili wa Kristo ujengwe. Anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Anaendelea kusema, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja njia za udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo karama hizi unaona, zinatimiza makusudi hayo yanayotajwa hapo. Kusudi la kwanza ni kuwakamilisha watakatifu, kusudi la pili, kazi ya huduma itendeke, kusudi la tatu, mwili wa Kristo ujengwe, kusudi la nne, kufikia umoja wa imani hata kuwa mtu mkamilifu hata kufikia chocha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo makusudi hayo manne ndiyo yanayotimizwa na karama hizi ambazo tunaziita karama za huduma. Kumbuka, hizi ni karama za msingi kabisa katika kanisa, ni nguzo ya kanisa. Hizi ni karama ambazo Mungu kaziweka kama karama za kulea na kuzalisha na kulikuza kanisa. Ndio maana sasa anaeleza makusudio matano manne ya karama hizi, ambayo tutakwenda kuangalia moja baada ya lingine. Kusudi kusudi la kwanza anasema ni kuwakamilisha watakatifu. Maanake ni kwamba Mungu anajua kabisa watu akishamwamini Kristo, hawa watu wanakuwa hawajakamilika kwa watu wanapaswa wafikie kitu kinachoitwa uh, ukamilifu, ukamilifu katika namna zao za kiimani, ukamilifu katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kazi kubwa ya hizi karama ni kuwafundisha au kuwafunza, kuingiza katika mafunzo wale ambao tayari wamekusha kumwamini Yesu Kristo, ili waweze kutumika vizuri katika nafasi zao katika roho. Kwa hiyo kufundishwa ni sehemu au ni sehemu ya karama hizi, sehemu ya huduma ya karama hizi lakini pia kuwarekebisha. Kuna wakati mwingine unakuta anafahamu mtu hivi, lakini lazima arekebishwe ili aweze kukaa katika namna nzuri. Anawezekana kule ana kiu ya kumtumikia Mungu, lakini hajui kumtumikia Mungu Mungu vizuri. Kwa hiyo kazi ya hawa watu ni kuwarekebisha ili huyu mtu awe mkamilifu, kwa sababu ukamilifu unakuja katika kutengenezwa na kurekebishwa. Kwa hiyo lakini pia sio tu hivyo lakini pia kuwezeshwa. Karama hizi zinafanya pia kazi ya kuwezesha, kunyanyua na kukuza vipawa na karama za watu ili li kusudi kwamba huyu mtu awe mkamilifu asiwe tu mtoto mchanga, asiwe tu mtu wa pale pale, asiwe tu mtu yule yule, asiwe mtu asiwe mtu ambaye hana matunda, bali awe mtu ambaye kakamilika, akiangaliwa anaonekana ni mtu kamili katika imani. Kwa hiyo mtu yote ambaye anasema kwamba amekuwa amesimama lazima tu alikaa chini ya karama hizi, tofauti na zile karama nyingine. Karama zile nyingine za kufariji, kujenga, lakini karama hizi zinamfanya mtu, zinambadilisha mtu, zinamkuza mtu ni karama za malezi. Kwa hiyo hizi karama zinatenda kazi hiyo katika kanisa. Lakini pia ndio hapo unakuta sasa wanahitaji kufundishwa ile ile kweli, uh, wanahitaji kuponywa, uh, wanahitaji wanahitaji kufanyishwa mazoezi karama zao. Za kwa hiyo ni sehemu ya darasa ambalo mtu atafundishwa kwa kutumia karama hizi tano. Lakini tukienda kazi nyingine ya ya pili nyingine ya pili ya karama hizi, eh, anasema ni ili kusudi kwamba kazi ya huduma itendeke. Kwa hiyo karama hizi ni kuhakikisha kazi huduma inatendeka. Maana yake ni kwamba kuhakikisha kila mmoja ana hudumu katika, um, katika shamba la Kristo au katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo ni maana yake ni kwamba kuhakikisha kwamba uh, watu wanaweza kuwa wanaweza kufanya uinjilisti, maana kwamba hizi karama zinaandaa watu kuwa uinjilisti, hizi karama zinaandaa watu kuwa wasimamizi wengine, hizi karama zinawafundisha watu kushindana na hila zote za adui, maana kwamba kutoa pepo na kuwafungua watu hizi karama zinafanya kazi za kuwatia watu nguvu katika kanisa na kulihudumia kanisa, kudumu katika kanisa, katika eneo mbalimbali, maeneo mbalimbali kama vile ushemasi na maeneo kadha kadha. Kwa hiyo karama hizi zinafanya kazi hiyo, kwamba kuifanya kazi huduma itendeke. Maana yake ni kwamba huduma ipo katikati ya Ukristo na kila kiungo lazima kihudumu. Ndio maana karama kama hizi zinahakikisha huduma inatendeka. Pasipo hizi huduma haiwezi kutendeka, huduma haiwezi kutendeka kwa kwa lugha na fasiri za lugha, huduma haiwezi kutendeka huduma inatendeka chini ya karama hizi, tutaona jinsi zinavyofanya kazi katika kanisa. Lakini anasema kazi nyingine ya tatu ya tuliyosoma hapo, anasema ni ili mwili wa Kristo ujengwe. Kumbuka mwili wa Kristo hautokiagi tu kama vile mwili wa mwanadamu unavyokuja. Vile vile unajua mwili wa mwanadamu unahitaji kujengwa, unahitaji kujengwa kwa chakula ili uweze kukua, ili uweze kutoa matunda yanayoendana na na kuwepo kwake hapa duniani, ili mwili uweze kufanya kazi, ili mwili uweze kutenda, ili mwili uweze kutembea, mwili uweze kuongea, mwili uweze kuona, unahitaji kuhudumiwa. Na kazi ya hizi karama ni kuhudumia, ili mwili ujengwe vizuri, ili Kristo atende kazi vizuri katika kanisa. Maana ni kwamba Mungu anahitaji kuona watu wanaponywa, Mungu anahitaji kuona watu wanafunguliwa, Mungu anahitaji kuona watu wanajengwa. Kwa hiyo ili watu wajengwa, zinahitajika karama hizi za kusanya wale watu kuwaleta katika umoja kufanya mwili wa Kristo kuwe katika umoja, viungo vinashikamana kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo wanaweza kufanya kazi ya kushikamanisha mwili wa Kristo kuulisha mwili wa Kristo kufanya mwili wa Kristo wenye nguvu, Yesu aweze kutembea, Yesu aweze kuona, Yesu aweze kuhudumu, Yesu aweze kutenda katikati ya kanisa. Basi ni hizo karama, umeona jinsi gani zilivyo muhimu katika kanisa, kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa, kuhakikisha kanisa linakaa katika umoja, kanisa linakaa katika upendo, kanisa linakaa katika katika huduma, kazi yake ni hii, hizi karama zinafanya. Lakini pia kazi nyingine ya nne na mwisho, anasema ni ili tufikie umoja wa imani, ili tukapata ndo kwa watu wakamilifu, ili tufikie cheo cha kimo cha utimilifu wa Yesu Kristo. Kwa kusudi la juu kabisa ni kumfanya mtu kuwa kama Yesu Kristo, kufikiri kama Yesu Kristo, kuwaza kama Yesu Kristo, kutenda kama Yesu Kristo, matendo yote ambayo Yesu Kristo aliyafanya na sisi tunapaswa tunafanya. Kwa hiyo anaweza kumwandaa mtu na kufikia kiwango hichi, basi ni huyu mtu ambaye a, a, yuko chini ya uongozi wa karama hizi. Kwa hiyo karama hizi zinafanya kumwandaa mtu kufikia kile kilele cha utimilifu wa kimungu au wa Yesu Kristo duniani. Kwa hiyo hapo mpaka hapo tumekusha kuona kazi za karama hizi. Sasa tuende tukazitazame kwa kwa ufupi, moja baada nyingine karama zote tano. Karama ya kwanza ni mitume. Maana mtume ni aliyetumwa. Maanake ni kwamba Mungu ananyanyua watu katika kanisa anawapeleka katika kwenda kuanza kazi mpya ya kanisa mahali fulani. Kwa hiyo mitume, kusudi lao kubwa au kazi kubwa ni kwenda kupanda makanisa mapya mahali na mahali, kupanda makanisa mapya katika maeneo mengine, kuzaa waumini wapya katika maeneo mengine. Kwa hiyo hawa, Mungu anawapa neema ya kuweza kuwa na nguvu kubwa ya uongozi lakini pia usimamizi mkubwa sana katika maeneo mbalimbali kwahiyo Mungu anawainua hawa na kuwekea msukumo ndani yao wa kuweza kwenda au kiu ya kwenda kuona mahali na mahali kanisa la Kristo linaonekana kanisa la Kristo linasimama. Kwa hiyo hawa ni wazalishaji wa kanisa. Kwa hawa ni Mungu amewapa neema hiyo na karama hiyo, na wapo katika kanisa na Mungu anawaandaa. Ndio maana kipindi kile utakumbuka kanisa likaa Antiokia likaomba, Matendo kumi na tatu. Mungu akasema nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyoitia, maana nilishowaita kwa ajili ya kazi hiyo. Wakaenda huko wakaanza kutengeneza makanisa kama Antiokia mengi duniani kote. Kwa hiyo hiyo ni karama ya, ya mitume, lakini kuna karama nyingine ya manabii. Manabii hawa uh, manake nabii ni mtu ambaye anazungumza ufahamu, anazungumza moyo na nia ya Mungu kwa kanisa. Manabii wanakuwa uh, na hisia za karibu sana, za kali sana Uh, za sauti ya Mungu. Wanaelewa sauti ya Mungu na kuipata sauti ya Mungu kwa haraka zaidi ya watu wengine. Kwa hiyo unakuta labda kanisa linahitaji mwongozo fulani. Mungu anasema kwa kupitia manabii wake katika kanisa. Utakumbuka walikuwepo kina Sila katikati ya, ya ya kanisa. Walikuwa ni manabii wale na Yuda. Umeona watu kama hawa wanatumiwa kina Gabu hata wakati mwingine kutoa taarifa za mambo yanayokuja, kulionya kanisa, kulilinda kanisa dhidi ya mashambulizi pengine ya manabii wa uongo au mafundisho ya uongo. Mungu anatoa maelekezo na ufasaha wa kimaandiko kwa kupitia manabii wake katika kanisa. Kwa hiyo hawa pia ni nguzo kubwa sana ili kulifanya kanisa likae imara na thabiti. Mungu anafunua siri za mioyo ya watu kupitia manabii hawa. Mungu anafunua siri za mioyo ya kanisa hata wakati mwingine taifa au jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo hawa pia Mungu kaweka katika kanisa kwa ajili ya kusudi hilo. Lakini wengine ambao Mungu kaweka katika kanisa ni wainjilisti. Wainjilisti Mungu amewapa msukumo wa kuweza msukumo wa roho za watu. Yaani maana yake ni kwamba wanakuwa na msukumo wa ndani sana wa kutamani watu kumjua Kristo au kuokoka. Kwa watu kama hawa pia wapo katika kanisa na Mungu amewaweka na kusudi lao kubwa ni kutoka nje na kwenda kuwaleta watu katika kanisa, lakini pia kuwafundisha na wengine namna ya kufanya uinjilisti. Kwa hiyo wenyewe wanafanya kazi ya kuwafundisha, lakini pia kulichochea na kanisa liweze kutoka kwenda kuwaleta watu katika Kristo na mara nyingi watu kama hawa huduma zao Mungu anathibitisha na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo Mungu naye anaweka neema hiyo katikati ya watu wake ambao ni mwinjilisti. Kwa hiyo hii nayo ni karama ambayo ipo katika kanisa. Lakini karama nyingine ni karama ya wachungaji. Wachungaji kama vile tunavyojua, mchungaji ni mwangalizi na mwangalizi wa kondoo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu analiangalia kundi lake, anajua kundi lake linahitaji kuchungwa, linahitaji kuangaliwa, linahitaji kulindwa. Kwa hiyo Mungu amewapa watu karama hizi za kichungaji na hawa wanakuwa na moyo kwa kundi la Kristo na wanakuwa wanajishughulisha sana na kuangalia maisha na undani wa maisha ya waamini katikati ya kundi au katikati ya kanisa. Kwa hiyo hawa wanawalinda na kuwachunga na kuhakikisha kwamba wanakuwa wanasimama imara, hawaendi nje ya kundi wala wapotei. Kwa hiyo kazi ya mchungaji ni kazi Yesu Kristo, na hawa wachungaji Mungu kaweka katika kanisa kulitazama na kulisimamia kundi. Lakini karama nyingine ya mwisho ni walimu. Waalimu wenyewe wamepewa uwezo wa kuielewa kweli na kueleza kwa ufasaha katikati ya kanisa. Kwa hiyo hawa nao pia Mungu anawapa kipawa cha kipekee cha kuelewa neno la Mungu na kulieleza vizuri, mafundisho ambayo pengine hawajaelewa. Hawa wanakaa kuwafundisha, wanakaa kulifundisha kanisa, hawa wanakaa kuwakuza watu kiufahamu, wanakaa kuwakuza watu kiroho kwa kuwalisha na kuwafundisha na kuzama ndani kimaandiko na kuwafanya watu kuwa na misingi mara wasije wakachukuliwa na upepo wowote wa mafundisho ya uongo. Kwa hiyo, kwa hiyo karama zote hizi tano zikiwepo katika kanisa, tunaona kazi itakwenda kukamilika; ni kwamba watu watafikia katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Yesu Kristo. Kwa sababu katika umoja watakuwa na lindwa. Katika imani watakuwa na lindwa na manabii. Katika uh, kukua watakuwa na lindwa wana, wanafundishwa na wainjilisti kuongezeka, lakini katika kuendelea kujilinda na kujichunga watakuwepo wachungaji. Kwa hiyo, na kuendelea kufundishwa, wataendelea kufundishwa na walimu. Karama hizi tano zikiwepo katika kanisa, automatically au kwa namna kawaida, watu watakuwa na watu watasimama mpaka tafikia kile cheo cha juu kabisa cha utimilifu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo, hizi ni karama ambazo zipo katikati ya kanisa na tunazihitaji sana. Kumbuka, karama hizi ni za wito na Mungu anamwandaa mtu na, na baadaye Mungu anamuita anampeleka. Na ukitaka kugundua kwamba karama unayo utaona kuna msukumo usiokoma ndani yako wa kutaka kumtumikia Mungu, ni msukumo usiokoma, ni moja hapo ya ishara, lakini pia uh, itathibitika kwa kazi kazi zako ambazo wewe ambazo unazitenda ndani ya kanisa, utajulikana kwamba wewe Mungu anakuandaa kwa mchungaji, wewe Mungu anakuandaa kwa mtume wake, na vile ambavyo unavyojitoa Mungu anakuandaa kwa mwinjilisti. Kwa hiyo hizi ni huduma ambazo zinazaliwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo, kwa mpaka hapo tutakuwa tumefika katika kilele cha makundi makuu matatu haya karama za Roho Mtakatifu na kama utakuwa na maswali ya ziada basi utatuliza kwa kupitia namba ambazo zinapita mbele ya kio chako. Lakini pia tuta, katika darasa la mwisho ambalo tutaenda kulitazama, basi tutaangalia namna gani ya kutambua ile karama ambayo Bwana ameiweka katika moyo wako na namna ambavyo unapaswa uifanyie kazi na uitendee kazi. Kwa jambo hili ni la msingi sana, jiandae katika darasa linalofuata. Ikiwa una maswali unaweza kuuliza kupitia namba ambazo unaziona mahali hapo. Yamkini uko moja katikati ya kundi hili. Basi Mungu atakujalia kufahamu kwa kuweza kuangalia vigezo ambavyo tutavitazama katika madarasa yanayofuata. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema. Shalom.